Ni mkutano ambao umeandaliwa na Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu nchini tareha ambao umewakutanisha wadau kuangazia masuala mbalimbali ikiwemo ajenda ya nishati safi ya kupikia ambayo Tanzania inajiwekea lengo la kufikia asilimia 80 ifikapo mwaka 2034. Hivi ninavyoongea e, tunakamilisha mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia huu. Unaenda kufanya nini? Unafahamu sana kwamba E, watu wengi bado hawana elimu ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo mkakati unaenda kuzinduliwa, tunaishukuru sana serikali, jumuiya ya Ulaya ambao pia wamechangia kwenye, kwenye kuandaa mkakati huu e, mkakati unaenda kusaidia sasa kutoa elimu kwa wananchi katika ngazi zote. Kupitia shirika la mafuta la maendeleo TPDC, tunaenda kujenga miundombinu ya kusambaza gesi katika mikoa Lindi, Pwani, Dar es Salaam na Mtwara, mikoa minne. Tunagawa mitungi na hii mitungi tunaogawa, serikali imeweka ruzuku, wanapata kwa bei ya chini katika kuhamasisha. Changamoto tunazoziona bado, kwanza ni eneo la unafuu wa hizo teknolojia. Hili ni eneo ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi, kwa sababu bado gharama ni kubwa, na ni kwa sababu, kwa mfano, kwenye majiko ya umeme kuna kiwango kikubwa cha kodi ambayo bado inatozwa, pamoja na kwamba kazi kubwa imefanyika lakini bado sehemu kubwa ya watu bado wanatumia kuni na mkaa. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya kuweza kuwafikia watu wote. Licha ya hatua zinazochukuliwa na serikali, lakini bado matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa baadhi ya wananchi imekuwa changamoto. Nimeamua kutumia mkaa kwa sababu mkaa kwanza ni, m, ni mzito kwenye biashara zetu za chips, alafu na bei yake vile vile kidogo iko chini tofauti na gesi hata bei ya kujazia gesi kila siku inapanda. Zamani gesi mtungi mdogo ulikuwa unajazwa kwa shilingi elfu ishirini lakini sasa hivi ni elfu ishirini na tano mpaka elfu ishirini na tatu Gesi tunaona ni kuipata kwa kipato changu mimi ni, ni changamoto kidogo. Kwa hiyo tunalazimika kutumia mkaa ambao kipimo kimoja ni buku kwa huku kwa kazi wa kigogo. Kwa hiyo ni tofauti yes, na gesi. Gesi tunaona kwamba ipo juu, mimi nashindwa kuafford kutumia gesi hivyo. Kwa hiyo serikali inapaswa labda bei ya gesi gesi ili kila mtu aweze kutumia. Katika hatua nyingine, serikali imetumia jukwaa hilo kutambulisha mpango mahususi wa taifa wa nishati ambao umefikia asilimia 61 huku matarajio ni kufikia asilimia 75 ifikapo mwaka 2030 ambao unaangazia masuala mbalimbali ikiwemo kuongeza uzalishaji wa nishati jadidifu kwa kutumia vyanzo mbalimbali. Rebecca Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.